Bilionea alioa ombaomba wa mitaani mjamzito ambaye alikuwa mpenzi wake wa shule ya upili. Habari hiyo ilienea kama moto wa nyika. Wazee wa mtaa walitikisa vichwa, wanawake wa rika la mama walinong'ona, na vijana walishangaa kimya kimya. Hakuna aliyeelewa kwa nini Mwangangi Kilonzo, mfanyabiashara mkubwa aliyemiliki kampuni za ujenzi, mashamba ya chai na akaunti nzito benki, achukue uamuzi huo lakini moyoni mwa Mwangangi uamuzi huo haukuwa wa ghafla. Alimkumbuka Zawadi Mwikali akiwa msichana mpole wa shule ya upili mwenye tabasamu la aibu na ndoto ndogo za maisha ya heshima. Miaka ilipita, maisha yakamchapa Zawadi vibaya, ajira zikamkataa, familia ikamsahau, na hatimaye akaishia mitaani akiwa na mimba isiyojulikana kwa wengi. Siku Mwangangi alipomwona karibu na soko la zamani Moyo wake ulipata maumivu ambayo pesa haziwezi kuyaponya. Hakumuuliza maswali mengi, hakuhitaji ushahidi, alijua tu huyu ni yule msichana aliyewahi kumpenda kwa dhati. Ndoa yao ilipofungwa kimya kimya, siri nzito ilianza kukua, siri ambayo ingetikisa familia, mali na jina la Mwangangi kwa njia ambayo hakuna aliyekuwa amejiandaa. Ndoa ilipita bila sherehe kubwa, hakukuwa na muziki wala misafara. Zawadi aliingia katika nyumba kubwa ya Mwangangi akiwa na nguo chache na macho yaliyojaa hofu. Wafanyakazi walimwangalia kwa mshangao, wengine kwa dharau, wengine kwa huruma. Mama wa Mwangangi Bindano hakuficha hasira. Mwanangu, umeniletea aibu, wanawake wa heshima walikuwa wengi, alisema kwa sauti ya chini lakini kali. Zawadi alinyamaza akishika tumbo lake, macho chini Mwangangi alisimama imara. Mama huyu ni mke wangu, heshima yake ni heshima yangu. Lakini maneno hayo hayakutosha kuzima manung'uniko. Ndugu washirika wa biashara na hata viongozi wa kanisa walimtembelea wakitaka maelezo. Wengine walihofia sifa ya kampuni, wengine walihofia urithi na mali. Usiku Zawadi alilia kimya kimya chumbani, alihofia kesho, mtoto tumboni na nafasi yake katika dunia ambayo haikuwa tayari kumpokea. Mwangangi alimshika mkono na kusema usiogope, nitakulinda. Lakini hata yeye hakujua ulinzi huo ungelipiwa gharama gani. Maamuzi ya zamani, siri za damu na tamaa za mali zilikuwa zinaamuka polepole pole, zikisubiri wakati wake. Siku zilivyopita, shinikizo liliongezeka. Washirika wa Mwangangi walikutana bila yeye. Akaunti za kampuni zikaanza kucheleweshwa. Benki ilituma barua ya tahadhari kuhusu mkopo mkubwa wa mradi wa nyumba za makazi. Katika mikutano ya siri, jina la Zawadi lilitajwa kama chanzo cha matatizo. Wanaunuzi hawataamini uongozi wake tena. Huyu mwanamke ataharibu kila kitu tulichojenga. Zawadi, bila kujua mengi, alijitahidi kuwa mke mwema. Alijifunza taratibu za nyumba, akahudhuria kliniki za wajawazito na akaanza kusali kwa bidii. Alitamani amani si mali. Siku moja, alipokea mgeni asiyetarajiwa, mwanamke mwenye umri wa makamu aliyevaa vizuri. Alijitambulisha kama rafiki wa zamani wa familia ya Mwangangi. Alimwangalia Zawadi kwa macho makali. Mtoto huyu naembeba, anaweza kubadilisha kila kitu. Je, unajua kweli babake ni nani? Maneno hayo yalimpiga Zawadi kama radi. kabla hajajibu Mwanamke huyo aliondoka akiacha maswali mazito hewani. Usiku huo Zawadi hakulala. siri aliyokuwa ameificha kwa miaka ilianza kumlemea, na alijua muda wa ukweli ulikuwa unakaribia. Mwangangi aliporudi nyumbani siku hiyo alimkuta Zawadi amekaa kimya, macho mekundu. hakuhitaji kuuliza sana, aliuliza nini kimetokea. Zawadi alijaribu kuzungumza lakini sauti ikamkata. hatimaye alisema kuna mambo ya zamani niliogopa kukuambia. Kabla endelee, mlango uligongwa. Ilikuwa barua kutoka kwa wakili wa familia ikihusu marekebisho ya wasia na mgawanyo wa mali. Jina la mtoto aliyokuwa tumboni mwa Zawadi lilikuwa linajadiliwa kabla hata kuzaliwa. Hapo ndipo Mwangangi alihisi uzito wa uamuzi wake. Upendo ulikuwa mmoja, lakini dunia ya utajiri haikuwa na huruma. Alikumbuka babake akisema, Mali haipendi hisia. Zawadi alimwangalia na kusema, kama haya yote ni mzigo kwako, nitaondoka, sitaki kukuangamiza. Maneno hayo yalimuuma Mwangangi kuliko hasara yoyote ya kifedha. Alijua hawezi kumrudisha mitaani, lakini pia alijua ukweli unaokaribia ungeweza kuvunja kila kitu. Nje radi iligonga kwa mbali. Ndani ya nyumba mioyo miwili ilikuwa inapambana na hofu upendo na hatma isiyojulikana. Asubuhi iliyofuata, Mwangangi aliita mkutano wa familia. Wazee walikaa kimya, macho yakiwa makini. Zawadi alikaa pembeni akishika tumbo lake akijiandaa kwa lolote. Mwangangi alisema kwa sauti thabiti, kabla ya mambo ya mali, kuna ukweli lazima usemwe. Alimgeukia Zawadi akampa ishara. Zawadi alisimama kwa taabu. mtoto huyu, alisema kwa sauti ya kutetemeka nilipata baada ya kudhulumiwa miaka iliyopita. Nilikaa kimya kwa hofu na aibu. Chumba kilitulia, hakuna aliyetarajia hilo. Mama wa Mwangangi alifunika mdomo wake, macho yakiwa na machozi. Mwangangi alisimama na kumkumbatia Zawadi, huu sio aibu, huu ni ukweli. Kwa mara ya kwanza lawama zikaanza kuyayuka, wazee walinyamaza wakitafakari. Lakini mbali na hapo kulikuwa na mtu ambaye hakupendezwi na mwelekeo huu, mtu ambaye aliona ukweli huu kama tifisho kwa mipango yake ya kurithi mali na udabiti wa kampuni. Historia haikufika nusu, mapambano ya kweli yalikuwa yanaanza sasa, kati ya upendo, haki na tamaa ya utajiri. Baada ya mkutano ule wa familia, hali ya nyumba ilibadilika. Kimya kilitawala, lakini haikuwa kimya cha amani. Kilikuwa kimya cha watu wanaofitiria kwa kina. Mama wa Mwangangi alianza kumwangalia Zawadi kwa macho tofauti, si ya dharau tena, bali ya maswali na huzuni. Lakini si kila mtu aliguswa na ukweli huo. Kaka wa Mwangangi, Bwana Mtua, aliondoka mkutanoni akiwa na hasira moyoni mwake. Aliona nafasi yake ya kurithi mali ikitetereka. Alikuwa amepanga kwa muda mrefu kuchukua usukani wa kampuni. Zawadi na mtoto wake walikuwa kikwazo kikubwa. Siku chache baadaye, tetesi zilianza kuenea. Habari za ndoa, mimba na madai ya zamani zilifika masikioni mwa vyombo vya habari vya mitandaoni. Bei ya hisa za kampuni ikaanza kushuka. Zawadi alipoona habari hizo kwenye simu ya mfanyakazi wa nyumba, moyo wake ulizama. Nimeanza kukuangamiza, alimwambia Mwangangi kwa sauti ya chini. Lakini Mwangangi alimjibu kwa uthabiti. Hii ni vita ya ukweli na sitakuacha peke yako. Hata hivyo, adui alikuwa karibu kuliko walivyodhani, na alikuwa tayari kutumia kila njia ya kulinda maslahi yake. Usiku mmoja, Zawadi alipokea simu ya nambari isiyojulikana. Sauti ya kiume nzito na tulivu ilisema, kama unajipenda na unampenda mtoto wako, ondoka kabla mambo hayajaharibika. Mikono yake ilitetemeka. Hakumwambia Mwangangi mara moja. Aliogopa kumzidishia mzigo, lakini vitisho havikuishia hapo. Siku zilizofuata alipokea ujumbe, barua na hata watu waliomfuata kwa mbali alipokuwa akienda kliniki. Mwili wake ulianza kudhoofika. Daktari alimshauri apumzike na aepuke msongo wa mawazo, lakini akili yake haikupumzika. Alihisi kama mzigo, kama sababu ya vita ambayo hakuwa ameichagua. Wakati huo huo, Mutua alianza kufanya mikutano ya siri na baadhi ya wakurugenzi. Alijionyesha kama mkombozi wa kampuni. huyu mwanamke ataleta anguko, alisema bila aibu. Mwangangi alipoanza kuhisi harakati hizo, alijua vita haikuwa tena ya familia tu, ilikuwa ya heshima, ukweli na mustakabali wa mtoto ambaye bado hajazaliwa, lakini Kulikuwa na kipande kimoja cha historia ambacho bado hakijafichuliwa na ndicho kingeweza kubadilisha kila kitu. Siku moja, Zawadi aliamua kumwambia Mwangangi kila kitu. Walikaa sebuleni bila wafanyakazi, bila kelele. Alivuta pumzi ndefu kisha akaanza. Yule aliyenidhulumu, alisema kwa sauti iliyovunjika. Alikuwa mtu wa karibu na familia yako. Maneno hayo yalimganda Mwangangi. Unamaanisha nini? Zawadi alimtaja jina. Ilikuwa ni jina ambalo Mwangangi hakutarajia kabisa. Ilikuwa ni jina la mtu aliyekuwa akiheshimiwa sana, mtu aliyesaidia kujenga misingi ya biashara ya familia miaka mingi iliyopita. Mwangangi alisimama, akitembea huku na huko, kichwa chake kilijaa maswali, hasira na huzuni. Alianza kuona picha kubwa. Ndio maana kulikuwa na juhudi nyingi za kumfukuzwa Zawadi. Ndiyo maana Mutua alikuwa na haraka ya kumwondoa. Ukweli huu ukitoka, alisema polepole pole, watu wengi wataanguka. Zawadi alilia, ni sikutaka kuharibu familia yako mwangangi. Alimshika mikono, hauharibu unaponya. Lakini kusema ukweli kulimaanisha kufungua mlango wa maumivu ya zamani, na hakuna aliyejua ni nani angebaki amesimama baada ya dhoruba hiyo. Mwangangi alimuona wakili wake kwa siri. Alitaka kulinda zawadi na mtoto kwa kila njia. Vipimo vya afya, nyaraka na ushahidi wa zamani vilianza kukusanywa taratibu. Ilikuwa kazi ya kimya lakini nzito. Wakati huo huo, Mutua alichukua hatua kali. Alituma hoja ya dharura ya kumwondoa Mwangangi kama mkurugenzi mkuu akitumia hoja ya kashafa ya kimaadili. Baadhi ya wakurugenzi walikubali, wengine walitaka ukweli kamili. Nyumbani hali ya zawadi ilizidi kuwa tete. Siku moja alianguka, alikimbizwa hospitali. Mwangangi alipofika, alikuta daktari akitikisa kichwa. Msongo wa mawazo unamuua polepole. Mwangangi alikaa kando ya kitanda chake, macho yakiwa mekundu. Alisema kwa sauti ya kujilaumu, nilikuletea maisha haya. Zawadi alifungua macho na kunongona, ulinirudishia utu wangu. Maneno hayo yalimpa nguvu mpya. Alijua sasa hana budi kusimama hadharani, hata kama ingegharimu mali, jina au nafasi yake. Lakini bado kulikuwa na mtu ambaye hakuwa tayari ukweli ujulikane, na mtu huyo alikuwa na hatua ya mwisho mkononi. Siku ya mkutano mkuu wa bodi ilifika. Vyombo vya habari vilikuwa nje, hewa ilikuwa nzito. Mutua alikuwa na tabasamu la ushindi alikuwa na hakika leo angechukua kile alichokiona kuwa haki yake. Mwangangi aliingia taratibu, uso wake ukiwa mtulivu. Alisimama mbele ya bodi na kusema, kabla ya kunihukumu, sikilizeni ukweli. Alianza na ndoa yake, kisha akaenda mbali zaidi. Alitoa ushahidi, nyaraka na hatimaye akalitaja jina lile lile ambalo Zawadi alimwambia. Ukalio ulilipuka kwa mashangazo, wengine waliinuka wengine walinyamaza kwa aibu. Mutua alisimama kwa hasira. Huu ni ulongo, lakini kabla aendelee, mlango ulifunguliwa. Askari waliingia. Jina lililotajwa lilikuwa chini ya uchunguzi kwa makosa ya zamani yaliyofichikwa kwa miaka. Nje, Zawadi alikuwa hospitalini akishika tumbo lake bila kujua kinachoendelea. Hatima ya familia, mali na maisha yao ilikuwa inabadilika dakika hiyo. Lakini bado Safari haikufika mwisho. Ushindi wa leo ilikuwa mwanzo wa maumivu mapya, uponyaji na ukweli ambao ungegusa taifa zima. Habari za mkutano wa bodi zilienea haraka kuliko mtu yote alivyotarajia. Redio za asubuhi zilijaa mijadala. Watu walizungumza kwa sauti ya chini kwenye vituo vya mabasi na sokoni. Jina la Mwangangi lilitajwa kwa mshangao na heshima mpya. Hospitalini, Zawadi alikuwa hajui chochote. Mama wa Mwangangi alikaa kando ya kitanda chake. Ilikuwa mara ya kwanza kwa miaka mingi kumwona mama huyo akilia. Samahani mwanangu, alisema taratibu, tulikuumiza bila kujua. Zawadi alishika mkono wake. Nimeomba siku moja mnisikilize tu, alisema kwa unyenyekevu. Daktari aliingia na kutoa taarifa njema, mtoto alikuwa salama, lakini Zawadi alihitaji amani. Maneno hayo yaliingia moyoni mwa kila aliyekuwepo. Wakati huo huo, Mutua alijifungia nyumbani. Simu zake hazikujibiwa, washirika wake walianza kumkwepa. Alianza kutambua kuwa vita aliyoianzisha ilikuwa imemzidi nguvu, lakini bado hakuwa tayari kukubali kushindwa. Moyoni mwake aliapa jambo moja: kama hangeweza kurithi mali, basi hakuna angeifurahia kwa amani. Siku chache baadaye, Mwangange alitembelea hospitali usiku. Hakutaka vyombo vya habari alitaka familia yake tu. Alipomwona Zawadi akitabasamu kidogo, machozi yalimtoka bila kujizuia. Nilisimama kwa ajili yako, alimwambia. Haikuwa rahisi, Zawadi alijibu kwa sauti dhaifu. Nilijua usingeacha ukweli uzikwe. Lakini nje ya hospitali kulikuwa na mtu aliyekuwa akiwatazama kwa mbali. Mutua alikuwa amepoteza mengi, lakini bado alikuwa na karata moja. Alikuwa na hati za zamani, mikataba ya siri na watu waliokuwa tayari kusema uongo kwa pesa. Alikutana na mwandishi mmoja wa habari mwenye njaa ya umaarufu. nina habari itakayobadilisha kila kitu alisema. Kesho yake kichwa cha habari kilisoma je, mwangangi ni shujaa au mnafiki? Makala ilijaribu kupotosha ukweli, ikileta shaka mpya. Zawadi aliposikia redioni, shinikizo lilimshika kifua. Alianza kutokwa na machozi Haitaisha? aliuliza. Mwangange alifunga redio. Huu ndio mwisho wa kelele. Ukweli hauna sauti kubwa, lakini hudumu. Lakini kwa Zawadi, maneno hayo yalihitaji uthibitisho wa vitendo. Mahakama iliingilia kati, uchunguzi rasmi ulifunguliwa kuhusu mali za zamani, mikataba ya kifamilia na madai ya unyanyasaji wa miaka iliyopita. Wazee wa ukoo waliitwa kutoa ushahidi. Katika kikao kimoja Mzee aliyekuwa kimya kwa miaka alisimama na kusema, tulijua lakini tulinyamaza kwa sababu ya heshima ya jina. Maneno hayo yaliangusha wengi. Heshima ya uongo ilianza kubomoka mbele ya ukweli. Mutua aliketi kimya, uso wake ukiwa mzito. Aliona macho yakimwangalia, si kwa hofu bali kwa masikitiko. Zawadi akiwa bado hospitalini, alitoa ushahidi kupitia wakili. Hakupaza sauti, Hakutukana, alisimulia tu maisha yake. Ukimya ulitawala. Baada ya kikao, mama wa Mwangange alisema, leo nimeelewa maana ya haki. Lakini haki ilikuwa na gharama. Mali zilianza kugawanywa upya, baadhi ya kampuni zilifungwa, wanakazi walihofia ajira zao. Mwangange alikaa peke yake usiku huo, alijiuliza kama alifanya jambo sahihi. Ndipo alipokumbuka maneno ya zawadi ulinirudishia utu wangu. Alijua hata kama angepoteza kila kitu, alikuwa amepata kitu ambacho pesa haviwezi kununua. Zawadi aliruhusiwa kutoka hospitalini. Hakurudi kwenye jumba la kubwa, alitaka nyumba ndogo tulivu. Alisema nahitaji kupona moyoni. Mwangange aliheshimu ombi lalo. Jirani walimkaribisha kwa tahadhari, kisha kwa upendo. Wanawake walimletea chakula, wazee walimsalimia kwa heshima. Ilikuwa mara ya kwanza zawadi ahisi kuwa sehemu ya jamii tena. Siku moja alihudhuria ibada ya asubuhi. Alisimama polepole pole na kusema, nilikuwa na hasira kwa dunia, sasa nina shukrani. Wengi walilia. Wakati huo huo Mutua alipelekwa mahakamani kwa makosa ya kuhushi nyaraka. Hakuna aliyemsindikiza alipotoka. Alimtazama Mwangangi kwa macho yaliyojaa majuto. nilipotea njiani, alisema kwa sauti ya chini Mwangangi hakujibu kwa maneno, alimsalimia tu. Ilikuwa ishara ya mwisho ya undugu uliovunjika. Zawadi alipojifungua mtoto wa kike, alimpa jina Amani. Alipomshika mikononi mwake, alijua safari ilikuwa ndefu, lakini mwisho wake ulikuwa nuru. Miaka chache ilipita. Mwangangi hakuwa bilionea kama zamani, lakini alikuwa huru. Alifungua mfuko wa kusaidia wanawake waliodhulumiwa na watoto wanaokosa makazi. Hakutangaza sana, alifanya kimya kimya. Zawadi alisoma tena, alikuwa mwanamke wenye sauti lakini ya upole. Alizungumza na wanawake wengine waliovunjika moyo. Maumivu hayakumalizi yanakujenga. Amani alikuwa akijua hadithi ya wazazi wake, si kwa aibu, bali kwa fahari. Alijua upendo haupimwi kwa mali, bali kwa kusimama kwenye ukweli. Siku moja walikaa pamoja jioni, Mwangange alisema nilifikiri kukuoa ilikuwa hatari kubwa. Zawadi alitabasamu, ilikuwa wokovu wangu. Alimtazama mtoto wao akicheza na kusema, na wokovu wetu sote. Hadithi yao haikuwa ya bilionea wala ombaomba, ilikuwa ya utumu, ujasiri na upendo unaokataa kunyamazishwa. Na hapo ndipo ukweli ulisimama wazi, mali hupita, majina hubadilika, lakini haki na upendo baki kizazi hadi kizazi. Maisha mapya ya familia hayakuwa rahisi, lakini yalikuwa ya kweli. Mwangangi aliamka mapema kila siku, si kwa mikutano ya pesa, bali kwa sauti ya mtoto akicheka. Alijifunza kupika chai, kubeba mtoto na kusikiliza bila haraka. Zawadi aliona mabadiliko hayo kwa macho ya shukrani. Utajiri ulikufunga, alimwambia siku moja, ukweli umekuachilia. Lakini dunia haikusahau haraka. Watu wa zamani walimtembelea Mwangangi wakitaka arudi kwenye biashara kubwa. Alikataa kwa heshima. Nimechagua amani, alisema. Wengine walimcheka, wengine walimuonea huruma, lakini hakurudi nyuma. Kijijini wazee walianza kumheshimu Zawadi kama mwanamke aliyesimama kwenye ukweli. Alialikwa kwenye vikao vya wanawake, akasikilizwa, akaheshimiwa. Lakini ndani ya moyo wake bado kulikuwa na kovu. Alijiuliza kama kweli jamii ilikuwa imebadilika au ilikuwa imetulia tu kwa muda. Swali hilo lilipata jibu siku ambayo kivuli cha zamani kilirudi kikibisha mlango bila hodi. Ilikuwa alasiri tulivu alipofika mgeni asiyealikwa. Mzee mmoja aliyekuwa na uso uliochoka alisimama mlangoni. Zawadi alipomtazama moyo wake uliruka, alimtambua mara moja. Hakuwa na nguvu tena, hakukuwa na kiburi. Alikuwa mtu aliyeshindwa na muda. Nimekuja kuomba msamaha, alisema kwa sauti ya chini. Mwangange alisimama karibu tayari kumlinda mke wake, lakini zawadi alinyanyua mkono wake. Niseme naye, alisema walikaa chini. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na lawama nyingi, kulikuwa na ukweli tu. Mzee huyo alilia, niliharibu maisha mengi, naogopa kufa bila kusema hili. Zawadi alifumba macho. Alikumbuka usiku wa giza, hofu na miaka ya kimya. Alipofungua macho, alisema msamaha siyo kusahau, ni kuachilia mzigo. Mzee huyo aliondoka akiwa mwepesi kidogo. Zawadi alilia mikononi mwa mwangangi. Ilikuwa mara ya mwisho machozi yale yalitoka kwa uchungu. Kuanzia hapo, yalikuwa ya uponyaji. Habari za msamaha huo zilienea taratibu. Watu walishangaa, wengine hawakuamini, lakini wengi waliguswa. Kanisa lilimwalika Zawadi kuzungumza, si kama mhanga bali kama mshindi. Aliposimama mbele ya umati, alisema nilipoteza mengi, lakini si kupoteza sauti yangu. Leo nimesimama kwa niaba ya wale wasio na sauti. Ukumbi ulitulia, wazee waliinua vichwa, wanawake walilia kimya kimya. Mfuko wa msaada ulianza kukua, wanawake walipata nafasi ya kuanza biashara ndogo, watoto walirudi shuleni. Mwangangi aliona thamani ya pesa ikibadilika, ilikuwa chombo, si lengo. Usiku mmoja walikaa nje wakitazama nyota, Amani alikuwa amelala. Mwangangi alisema, niliogopa kupoteza kila kitu. Zawadi alitabasamu, tulipata kila kitu kilicho muhimu. Lakini bado kulikuwa na jambo moja la mwisho, jambo ambalo lingeweka muhuri wa hadithi yao mbele ya kizazi kijacho. Siku ya kumbukumbu ya ndoa yao, waliamua kufanya kitu tofauti hawakualika watu mashuhuri, hawakutafuta vyombo vya habari. Walialika wanawake waliokuwa wamewahi kusaidiwa na mfuko wao, wazee wa kijiji na watoto. Mwangange alisimama na kusema, nilianza safari hii kama bilionea, leo nimesimama kama mtu. Zawadi akaongeza, nilianza kama ombaomba omba, leo nimesimama kama mama, mke na sauti ya wengine. Walipandikisha mti pamoja. Mzee mmoja alisema, mti huu utakuwa kama kweli yao. Amani alipiga makofi bila kujua maana, lakini kuhisi upendo. Wakati jua lilipotua, Mwangange alimwangalia Zawadi na kusema ulinifundisha ujasiri wa mwisho. Zawadi alijibu, na wewe ulinifundisha thamani ya kusimamiwa. Ilikuwa siku ya kawaida kwa macho ya wengi, lakini kwao ilikuwa ushindi mkubwa kuliko mali yoyote walioiwahi kumiliki. Miaka iliposonga, hadithi yao ikawa funzo haikusumuliwa kwa makelele bali kwa matendo. Amani alikuwa akijua kuwa heshima haipimwi na jina bali na uchaguzi. Mwangangi alizeeka kwa amani. Siku moja, alimtamkia binti yake, ukiona mtu chini, kumbuka mama yako. Zawadi alimtazama mume wake na kutambua safari yao haikuwa bure. alikuwa amebeba mimba ya aibu, akazaa kizazi cha utamani. Walipokaa pamoja, ijioni ile ya mwisho ya hadithi hii, Zawadi alisema Dunia ilituita majina mengi. Mwangangi alitabasamu, lakini sisi tulijua sisi ni nani. Na hapo ndipo ukweli ukakamilika. Bilionea alioa ombaomba mja mzito, na kwa kufanya hivyo, aliokoa nafsi mbili, akajenga familia na kuthibitisha kuwa upendo wa kweli hauna daraja. Hadithi ikaishia hapo, lakini funzo likaendelea kuishi.